Na wanasema tuketaendatuko kwa saizi tuko na kero kuhusiana na hawa wanyama ambao wametuvamia, wame wanaitwa popo, wako kwenye lango letu la kuingia hospitalini, na kwa kisayansi popo wako capable to transmit some diseases like Mabak, then histoplasmosis. Sasa hospitali inajulikana ni mahali pa wagonjwa kukuja kutibiwa, lakini tumevamiwa na hawa hawa, hawa, hawa ndege ambao wanaweza sababisha magonjwa mengine yenye mgonjwa hajakuja nayo. Tunaomba usaidizi. Tumejaribu mbinu mingi, kama kutumia kemikali kupitia kwa Acrovet advice, tumejaribu kuspray, tumejaribu kutumia moshi, lakini hawa ndege hawasongi, huwa wanahamahama na kwa mara mingi huwa wanangoja wakati wa kiangazi ndio wanakuja kutuvamia huku, na haijaleta picha mzuri kabisa. Pia sisi tuko na wasiwasi maana e, yanasababisha magonjwa. Zile kinyesi yao ni hatari sana kwa e, maisha ya mwanadamu. Okay, imejulikana kuwa hawa popo wanapenda kula matunda ya mukuyu na wakati huu wa kiangazi ndio matunda ya mkuyu yako tayari, so zina move kutoka mahali pe maeneo yenye zilikuwa zinakuja huku kukula, then zinapumuzika kwa hizi miti zetu hapa, kuwa na hizi ndege zenye zinaitwa wambutoi in our language na zimekuwa hapa kwa muda mrefu sana hapa Lugulu. Sasa tumekuwa tukijaribu tukitumia mbinu nyingi sana kuona ya kwamba tumezitoa, lakini imekuwa shida. Kuna wakati hata tumefanya mambo ya kupuliza dawa ili isikufe, zikakimbia tu na kurudi tena, na saa hizi merudi in large numbers. sasa imekuwa shida sana kwetu, kwa maana kuna aina ya Uh, ugonjwa yenye hizi ndege zinaweza sababisha, ndiposa tunaitisha tunai, kama kuna msaada wowote, kama kuna mtu ako na njia yoyote ili atusaidie tuweze kutoa hizi ndege. Unajua, kuna ishu ya kupika kelele sana, wakati ukipita hapo zinapika kelele usiku. Hata kama zimeenda utaona zimerudi zinapika kelele sana, and also as they move kuna ishu ya kusema ya kwamba kuna ugonjwa yenye zinaweza peana, kwa ajili ziko mingi sana, zikipuruka zinaweza angusha hiyo ugonjwa, na sisi hatutaki wagonjwa wetu waende nyumbani na ugonjwa wengine yenye haikuwaleta hapa hospitali. Ndiposo tuko na hiyo konsani ya kwamba tukipata tu mtu mwenye ataweza kutusaidia njia ya kuzitoa tutafurahi sana. zimekuwa kwa muda gani? Zimekuwa kwa miaka mimi nimekuwa hapa kwa miaka mbili na hizi miaka mbili zimekuwa they come on and off but wakati zinakuja zinaleta a lot of chaos like this time, ni mingi sana mpaka zinatisha hata wagonjwa wetu, hata sisi wafanya kazi. Weka wasiwasi sana, nimeleta mgonjwa hapa asubuhi ya leo lakini, sasa vile nimeingia, nikaona mapopo zinaruka, mimi mimi mi, nikafikiria labda ni ni ndege za kawaida. Sasa vile nimetoka ndani ya gari kukuja nje kurudi, ndio nikaona ni mapopo. Zingine hata hata sieleweki, na kikwetu kiangalia hizo vitu kama mapopo hii, sisi tunazitanga kama mapopo kama ni nima, mapepo sababu sio vitu za kawaida. Hata zikiwa kwa nyumba naona watu wanaanza kuangaika, oh, wamenitumia mapepo oh, nini lakini sasa hizi nazo hapa kwa miti hatujui zinakula nini. Hatujui zinakula, zinataka zikule maiti. Sababu kiangalia sio vitu za kawaida. Na sio zile ndogo ndogo ni kitu ile kubwa kama horo. Eh? Sasa zimetushangaza na labda labda serikali kama kama inasajua mahali pa kujipeleka kama kama wazee Wildlife wake zake hizi kwa kucha wa pepe, watupelekee mahali tutoke hapa tena, te inaweza kuwa mzuri. sababu, sababu mgonjwa akiingia, tuone mgonjwa akiwa huko ndani, akiona vitu kama hizi ujue hata, hata anashituka anafikiria labda hata toka hapo, kama yeye ni mzima ama atafanyaje, sababu nakuta tunaruka tunachaki wanja yote eh basi kichaa hivyo sio mzuri. Hao wanyama hata mimi wamenipea wasiwasi sababu sijaiona hivyo. <laughs> Mimi nimejitikia kuona wanyama kama hawa. Mimi naona anga za kawaida na tunakuanga kidogo tu. Tunakuja kwa nyumba kidogo unakuta kana toroka. Lakini hizi nazo tunasanyana kwa miti hata paka miti inavunjika. Eh, hizo sio za kawaida. Mi mimi naona kana kwamba hizi vitu ni, ni kama tume tuseme labda zinafuata maiti au ni, ni watu wa wamechifuka huku sasa wamechisukuma kwa hospitali huku, kama mapepo tiwaondokee tikuja upande hii.